Tumekuja kushuhudia mazoezi ambapo hii leo tunafanya mazoezi yetu ya mwisho Dar es Salaam Tanzania, e, tukijiandaa na safari yetu ya kuelekea Eswatini ambapo tunakwenda kucheza e, lig, e, ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo kikosi kinataraji kuondoka kesho siku ya Alhamisi e, majira ya saa nne asubuhi tutaondoka hapa na shirika la ndege la Tanzania air Tanzania e, mpaka Johannesburg. Tutafika Johannesburg tutachukua ndege nyingine e, kwenda mpaka Eswatini jioni e, e, ya, ya, ya siku hiyo kwa maana ya tarehe kumi na sita. Siku itakuwa imeisha namna hiyo. Tarehe kumi na saba tutafanya mazoezi Eswatini 18 mazoezi Eswatini, na tarehe 19 itakuwa ndiyo siku ya mchezo wetu dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Kwa jumla ni kwamba maandalizi yanakwenda vizuri ama yamekwenda vizuri sana. E, baada ya kucheza mchezo wetu wa mwisho wa ligi kuu ya NBC dhidi ya Namungo, e, wachezaji wengine wakaenda kwenye timu ya taifa Tanzania, wengine wachezaji wote waliosalia takriban ishirini na saba wakabakia e, Dar es Salaam kuendelea na programu ya mazoezi e, chini ya Meneja Dimitar Pantev <tman>